Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Leo tutazungumzia moja ya vita vikubwa zaidi katika historia ya Uislamu, vita vya Badr. Vita ambavyo si tu vilikuwa mapambano ya kijeshi, bali vilikuwa ni ushahidi wa nguvu ya imani, dua na msaada wa Mwenyezi Mungu. Sababu ya vita. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na maswahaba kuhama Makka kwenda Madina, makafiri wa Quraysh walipanga njama ya kuwazuia Waislamu wasisimame imara. Karavani kubwa ya biashara ya Abu Sufyan ilikuwa njiani kutoka Shamu, na Waislamu walikusudia kuikamata ili kudhoofisha nguvu ya kiuchumi ya Quraysh. Lakini Quraysh walikusanya jeshi kubwa, wapiganaji zaidi ya elfu moja, ili kuwaletea Waislamu vita. Waislamu walikuwa wachache, takriban mia tatu na kumi na tatu pekee, bila silaha nyingi lakini walikuwa na imani kubwa kwa Allah hmm. Siku ya Badhri ikafika tarehe 17 Ramadan mwaka wa pili Hijra. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawaweka masahaba wake katika safu, akawahimiza kwa saburi na dua. Masahaba kama Abu Bakar, Umar, Ali, Hamza na wengine walijitolea kwa moyo wa dhati. Hapo ndipo msaada wa Mwenyezi Mungu ukateremka, malaika wakateremshwa ili kuwasaidia Waislamu kupigana. Kurani inasema, na Mwenyezi Mungu alikusaidieni huko Badr, nanyi mlikuwa dhaifu, basi mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kushukuru. Suratu Ali Imran 123. pamoja na uchache wao, Waislamu wakashinda kwa nguvu ya Allah. Maadui kadhaa wakuu wa Quraysh waliuawa akiwemo Abu Jahl. Ushindi huu ukawa ishara kubwa kwamba Uislamu ni wa kweli na kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja na waja wake waaminifu. Vita vya Badri vikawa mwanzo wa heshima ya Uislamu na kuliweka jina la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu katika bara lote la Arabia. Ewe ndugu yangu, Vita vya Badr vinatufundisha kwamba ushindi hauji kwa wingi wa watu wala silaha. Ushindi wa kweli unakuja kwa imani, dua na kumtegemea Allah. Wale waliopigana Badr walijulikana kama Ahlul Badr, watu wa heshima kubwa ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaheshimu maisha yake yote. Basi tujitahidi nasi tuwe miongoni mwa watu wa imani thabiti, tuwe tayari kusimama na ukweli popote pale.